Skudu na wenzake wapania kumfukuzisha kazi Romain Folz, ambapo ameelezwa kwanza kwenye mkutano dhidi ya waandishi wa habari. Mchezaji wa zamani wa Melody, Orlando Pirates, Yanga na ACV, AC Vita Sikudu Makudu Bela ameeleza malengo ya kupindua meza kibabe na kuhakikisha wanatoa Yanga katika michuano ya vilabu barani Afrika, ambapo timu zote zipo kwenye mkondo wa awali kwa ajili ya tafuta na ataingia mkondo wa pili kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sikudu anasema kutokana na uzoefu wa mwalimu wao Bruno Fell, anaamini wamejifunza kutokana na makosa yeah, waliyoyafanya katika mchezo awali ambao waliruhusu magoli matatu bila majibu. Sikudu anaku, an, anakutana na mwajili wake wa zamani katika uwanja ambao aliwahi kutambulishwa alivyotua Yanga misimu kadhaa iliyopita. Sikudu ametaja wachezaji wao bola, akiwemo fullback wao wa, wa, akiwe wa kulia kama mchezaji eh, watakao badilishana kila kitu pale Lupaso. Unaiona ndoto ya Makudubela ya kuidondosha Yanga ikitimia katika kiwango hicho kama alivyo tamani mwenyewe. Kwa mjibu wa taarifa zimedai kwamba Makudubela aliweza kuzungumza maneno wakati anaongea na kwenye mkutano wa waandishi wa habari, ambapo katika mchezo ambao ulifanyika Septemba 19 basi ambao timu hiyo iliweza kupoteza kwa goli tatu kwa sifuri ambazo goli hizo Yanga waliweza kunufaika wakiwa ugenini. Hivi na Septemba ishirini na saba ambapo hapo wao e, wao kama weleti wameweza kuahidi kwamba watapindua meza kibabe, ili kuhakikisha kocha wao Romain Folz anafukuzishwa kazi. Baada ya meza kupinduliwa, hivyo weleti, FC wanatakiwa kufunga magoli ambayo hayatapungua manne kwa bila kutokana na faida ya goli la ugenini, ambapo Yanga wana faida ya goli ya, goli ya ugenini matatu, hivyo kama watafunga magoli matatu basi wataingia kwenye mikwaju ya penalti moja kwa moja, ila kama watafunga magoli matatu kwa moja basi watakuwa wameondolewa moja kwa moja. Kama watafunga magoli manne kwa moja, kwa, ma, kwa manne kwa moja basi Yanga atakuwa ameondoshwa moja kwa moja kwenye michuano hiyo, kutokana na faida ya goli la ugenini ambalo wao watakuwa wamelipata, tofauti na Yanga ambao wao waliweza kupata magoli matatu; wao watakuwa wamepata magoli manne wakiwa uwanja wa Benjamin Mkapa.